Tafiti yetu imetuonyesha kwamba wapo watu ambao hawajui kama kununua jezi feki kuna iathiri klabu yao na hawajui kama kununua jezi original kuna faida kubwa e, ya kiuchumi kwa klabu yao. Kwa hiyo acha tupite mitaani tuwaeleze watu tuzungumze nao ana kwa ana, ili waweze kufahamu na kuelewa tunapozungumzia athari ni ipi na tunapozungumzia faida ni ipi na tathmini yetu mpaka sasa imekuwa na mwitikio chanya sana. Kwanza namna ambavyo watu wanaitika eh, kuja kwenye kusikiliza tunachowaambia, lakini namna ambavyo wanapokea elimu ile na mabadiliko ya haraka ambayo wanayachukua wana, wana, wana palepale, unakuta mtu kavaa jezi feki unampa elimu ya jezi feki na original pale pale anaingia mfukoni ananunua jezi original. Kwa hiyo kwa tathmini yetu kiufupi ni kwamba tumefanikiwa na tunaamini tutaendelea kufanikiwa zaidi, kwa sababu elimu hii ni endelevu. Tutaendelea kutoa elimu hii kadri tutakapopata nafasi na, na ukiachilia mbali tu hivyo tunapokea na maoni ya watu eh, tu, tu, tu, tufanye kitu gani ili wale watu waache kununua jezi feki tuna, tunazungumza na wale walionunua jezi feki, ni kitu gani kimempelekea yeye kununua jezi feki sababu anazotupa tunakwenda kukaa chini na kuzifanyia kazi ili tuone msimu unaokuja tunamnyimaje huyu shabiki wetu eh, sababu ya kwenda kununua jezi feki. Kwa hiyo, imekuwa ni ziara ya kutoa taarifa na ziara ya kupokea taarifa ili tukikaa tuje na jambo moja ambalo litatusaidia kwenye vita yetu hii dhidi ya jezi feki. Kwa hiyo eh, mwitikio ni chanya sana na tunaamini Eh, baada ya, ya, ya ziara hii na ziara hizi ambazo zitaendelea tutakuwa na, na, na, na lindi kubwa la watu ambalo wataachana kabisa na kununua na kuvaa jezi feki. Eh, katika wale ambao tumezungumza nao, sababu ya kwanza wanayoainisha inawapelekea wao kununua jezi feki ni uchumi. Eh, mtu anakwambia nina shilingi elfu ishirini nataka jezi ya Simba, jezi original ni shilingi elfu arobaini na tano wanafanyaje? na kwenda kununua e, jezi ya fedha niliyofana hiyo. Ni sababu kubwa ya kwanza ambayo imejirudia kwa watu wengi ambao tumezungumza tume, tume, tume na kukutana nao. Sababu ya pili ni upatikanaji e, inawezekana kwa hapa Morogoro, e, kwa sababu ni karibu na Dar es Salaam na ni mjini ni rahisi kupata, kupata jezi lakini e, ukienda Ulanga huko Mahenge e, Kilosa ikawa changamoto kupata jezi original kwa sababu pengine hakuna wauzaji eh, kufika inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo wale wauza jezi feki wanaitumia hiyo hiyo nafasi ya kupeleka jezi huko na kuwauzia watu, na kwa kuwa ndiyo bidhaa pekee ambayo iko iko sokoni, mtu anakwenda anakwenda kununua hiyo. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo tunakwenda kuboresha ni namna gani jezi zinaweza zikawafikia watu katika maeneo mbalimbali na sababu ya tatu ni watu hawajui original ipi na na feki ipi. Kwa hiyo tunaongeza nguvu zaidi kwenye kuitangaza kui, kui, kui na jezi original, ili ifike mahala eh, shabiki ajue kabisa jezi yangu mimi original ina, inakaaje inafananaje inaonekanaje na ina vitu gani vya kuthibitisha kwamba ni original. Kwa hiyo hizo ndio sababu tatu ambazo zimekuwa zikijurudia. Katika maeneo mengi ambayo tumezunguka na kuzungumza na watu. Kwa hiyo wanasimba wanapokwenda dukani, hakikisha kabla haujaondoka unaskani jezi yako, kama haina sehemu ya kuskani basi jua kabisa hiyo jezi ni feki na sio halali kwako kuivaa kwa kwa.